Bwana Yesu asifiwe! Miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Basi naomba uketi hapo ulipo. Jambo la kwanza, ninakusalimia kupitia jina zuri sana la Yesu Kristo aliye hai. Uh, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ametupatia hata tumekuwa na ibada hii nzuri ya kusifu na kuabudu kwa mara ya kwanza kanisa letu, tangu tumeanza tujai kuwa na ibada ya kusifu na kuabudu kwa mara ya kwanza leo. Kwa hivyo niwatie moyo kwamba hata hata mbuyu ulianza kama mchicha. Ibada ijayo hapa patakuwa patoshi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, napenda niwatambulishe ambao ni wageni wetu siku ya leo na jioni hii ya leo, wasimame watusalimie, niwatambulishe. Jambo la kwanza kabisa, sisi kwetu wageni tunaonaga kama ni maraika na tunapenda sana wageni. Tunavyopenda wageni sisi na wageni waangalia wageni vizuri, mimi na soda yake. Jina langu naitwa Alfa Simfukwe ni mwimbaji binafsi wa nyimbo za Injili. Amen, ubarikiwe sana Ehem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Esther. Eh. Nimetoka hapa Gloria Church kwa Bishop Ndewa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa dada Mais Mario ninasali katika kanisa la TAG Kinondoni Revival Church chini ya Skof Rogate za Kanswai. Amen. Eh, mwandishi wa habari ninatumika na chombo hiki cha NYTV ambacho kinachukua matukio hapa. Amen. Amen. Amen. Ubarikiwe sana sana sana sana. Kwa mara ya kwanza katika kanisa letu, na waandishi wa habari wapo. Nilikuwa nawaambia mpendeze, mkawa mnashangaa. Mpendeze, mnashangaa. Haya, yaani utatokea kwenye mitandao, utatokea Tanzania nzima. Yaani hivi tayari Tanzania nzima wanakuona wewe, mwenye kipilipili wanakutazama <laughs> haleluya. Lakini pamoja na hayo, sisi lengo letu ni kumsifu Bwana na kumwabudu. Pamoja na hayo, sisi lengo letu ni kupeleka sifa kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Jambo la pili, napenda nimtambulishe mke wangu. Mke wangu, naomba usimame. Juwe sana, ubarikiwe sana. Unataka kusema neno? Haya, Huyu ndio mke wangu, sina mwingine na sijawahi kuoa na sijui kama ntaoa tena, ndio huyu hapa. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Karibuni wazee wa kanisa, alafu mje mkae kwenye nafasi zenu. Simameni wazee wa kanisa, wazee wa kanisa. Ehe, mbarikiwe sana, mbarikiwe sana. Ehe, safi kabisa, mbarikiwe. Mungu wa mbinguni awabariki wazee wa kanisa. Kwa kweli mmekuwa wazee wazuri tuko bega kwa bega na hawa wazee. Mungu wa mbinguni awabariki sana, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naomba tukae, niwasimamishe niwa mashemasi wa kanisa hili, shemasi wengine hawapo. Haya, wabarikiwe sana wabarikiwe sana, shemasi wetu na huyu aliyesimama shemasi, ndio mshirika wetu ambaye alikuja kuungana na sisi tulipoanzisha kanisa akaja. Kwa hivyo ni mbegu nzuri hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana, yuko vizuri, tumpigie makofi. Kwa hivyo yeye anavyoona watu wengi namna hii anajisikia baraka, kwa sababu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni watambulishe waimbaji wana praise, ambao leo mko zamu kwa kazi maalum, simama popote pale mlipo wana praise wana praise wana praise simama, simama simama simama simama simama simama simama simama Mungu wa mbinguni awabariki haleluya haleluya ukiwa kanisa hili lazima ujue kuimba Bwana Yesu asifiwe haya baada ya hapo niwa, niwasimamishe washirika wote sasa niwatambulishe na nyie haleluya ambaye hujasimama sio mshirika ehe ubarikiwe ubarikiwe haleluya ubarikiwe sana ubarikiwe sana basi naomba tuketi bwana yesu asifiwe lakini pia napenda niwatambulishe hata waandishi wa habari tunaye tunaye mmoja ameshajitambulisha pale mwingine yuko nyuma ya kamera huyu kwa kweli anafanya kazi nzuri sana bwana yesu asifiwe sana hasa kabla sijapisha kwamba twende tukaanga tukaendelea tuka kusifu. Ndio maana sijapita na Biblia, sio sasa mchungaji anaanza kutuhubiria, ila najua wote hapa tulienda ibadani asubuhi, si ndio eh? wengine tulikuepo hapa asubuhi si ndio? Katika kitabu cha matendo ya mitume kuna watu wawili, mmoja anaitwa Paulo, mwingine anaitwa nani? Sila. Hawa watu wawili Biblia inawaelezea kwamba siku moja katika kutumika kwao wakajikuta mikononi mwa polisi na wale polisi wakawapeleka gerezani. Walipowapeleka gerezani, Biblia inasema walikuwa wameshapigwa sana, wamebulutwa sana, wamedhalauliwa sana. Baada ya kupelekwa gerezani, agizo likawekwa wawekwe kwenye chumba, walindwe sana, wafungiwe huko ndani, lakini nachomshukuru kwamba Paulo na Sila walikuwa wanamjua Mungu ambaye wanamwamini. Mungu wetu sisi huwa anapenda sifa. Mungu anapenda sifa. Maandiko yanazungumza kwamba Mungu huwa anashuka mahali pa sifa. Hashuki sehemu ya kukemea mapepo, hashuki sehemu ya watu wanalia kwa sababu ya majanga. Huwa anashuka na kuketi Katikati ya sifa. Na wakati wa kuomba kuombea wagonjwa, Mungu huwa anatuma watu wakaombea wagonjwa. Katika kuhubiri, Mungu huwa anatuma watu wakahubiri. Katika kutia moyo na kufariji, Mungu huwa anatuma watu. Sehemu pekee ambapo anaenda mwenyewe ni katika sifa huwa anaenda mwenyewe, na huwa anachukua sifa mwenyewe. Sifa za Mungu huwa hashei na mtu yoyote. Bwana Yesu atusaidia sana. Maandiko yanasema panapo usiku wa manane, Paulo na Sila wakaomba, wakaomba, wakaomba. Walipomaliza kuomba, Biblia inasema wakaanza kumwimbia Mungu nyimbo za sifa wakati wakiimba nyimbo za sifa tayari tunaona, Mungu alipoona kuna sifa inaimbwa, watu wanaimba, watu wanaimba, wanapeleka sifa hasa. Kumbuka Paulo na Sila walikuwa wamepigwa na majeraha, lakini hawakuangalia majeraha, waliangalia ukuu wa Mungu hawakuangalia jinsi walivyoteswa wakaangalia ukuu wa Mungu. Hasa nyimbo za sifa, sio zile za kusema samani sasa na. Najua wengine mnazipenda hizo nyimbo lakini nana, na mimi nazipenda, kuna wakati wake. Kuna nyimbo zingine ukuta mtu anapotembea anaanza kuimba, usifurahie nini e, adui yangu. Huu wimbo sio wa kusifu. Bwana Yesu atusaidie sana, unatueleza jinsi ambavyo unapitia jinsi ambavyo umepigika. Najua unazo hizo nyimbo, maisha ni fole ni kila siku, ni nyimbo ambazo mtu amegundua kuna mahali amekwama, anajipa moyo kila siku. Ninafanya nini? Huu wimbo si wa sifa. Na mimi yeah, nibarikiwe, nibarikiwe niba anajielezea haimbi sifa hapo. Kuna wengine wakasema tuimbe nyimbo za sifa, akasema akaanzisha na rifurahi yao waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Mbona mwimbi hamujui? twende twende twende twende. E, hapo tumesifu, tunaelezana jinsi ambavyo ulijisikia vizuri ulipoambiwa twende wapi. Lakini tulipofika nyumbani kwa Bwana kuna, kuna maneno baada ya kufika kuna maneno ya kuelezea kwamba Yesu ni Bwana wa mabwana, huyu ni mshindi hakuna kama yeye, anaweza yote. Mungu ni Bwana wa vita, hafananishi kwake, yote anawezekana. Mungu ni Mungu wa miungu, Mungu ni Mungu anayeangusha ngome, Mungu yeye ni Baba. Kuna maneno ya kumwambia Mungu, wawe ni Mungu wewe, hakuna kama wewe na saa zingine tunafikiri tunasifu, kumbe tunaelezea machungu. Mtu amepigika, amepigika, amepigika, basi ndio inabidi akuambie tu usifurahie e, e, adui yangu ya, kumbe tayari adu una adui. Hasa katika kusifu na kuabudu tunatamani tumrudishie Mungu sifa na maneno ya kumwambia ni kwamba wewe ni Mungu wa miungu yote. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe Mungu umetukuka sana. Miungu mingi imetokea, lakini wewe ni watofauti. Wako wakubwa wanaotisha kama nini, lakini wewe unatisha kama nini. Watu wanaweza una upendo kuliko miungu yote. Maneno ya sifa. Paulo na Sila wamepigwa, wao wakaendelea kusema Mungu. Pamoja na kusema tumepigwa, unabaki kuwa Mungu. Pamoja na kusema hatuna hela, unabaki kuwa Mungu. Pamoja na kusema tumekataliwa na wote, lakini wao hajatukataa kwenye chumba cha ndani lakini huku huku upo. Maandiko yanasema ghafla pakatokea na tetemeko. Lile tetemeko linahusiana nini? Linaashiria mungu ameshuka, ameshuka kuchukua sifa. Natamani tetemeko litokee jioni ya leo hapa, watu waponywe, watu wainuliwe, watu wamwone mungu katika sifa. Haleluya, haleluya. Naomba usimame sasa. Nimshukuru Mungu afu waimbaji wakatuongoze katika sifa. Baba, ninakutukuza ninakuinua. Katikati yetu, inawezekana kuna watu ni wagonjwa. Lakini jioni ya leo hatupo hapa kuelezea ugonjwa, tuko hapa kuelezea ukuu wako. Inawezekana katikati yetu kuna watu wana mahitaji mengi, inawezekana katikati yetu kuna watu wana machozi, lakini hatuko hapa kuelezea shida yoyote, tuko hapa kueleza ukuu wako, e Bwana, Tuko hapa kukuinua sana, maana vyote kwako vinawezekana. Hatuwezi kuelezea shida, magonjwa, matatizo badala ya kuelezea ukuu wako, maana ukuu wako unazidi yote. Na sasa Bwana, tunajiweka mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wote tuseme amen, amen, amen, amen.